Katika kipindi cha kumtafuta Mungu, katika kipindi cha kukaa na Mungu, ni wakati huu, maana dunia ipo spidi sana, dunia iko spidi sana, my dear, mwisho wa dunia maarifa yataongezeka, na sasa hivi kuna maarifa kibao. Kama Ulaya sasa hivi wanaweza wakatengeneza kopi yako, na waafrika wengi sana wanaenda Ulaya kuuza, kuuza sura zao ili kopi zao zitengenezwe. Yaani unakuta mtu anafanana na wewe kuanzia tembea, ongea, sura, mwonekano, kila kitu anafanana na wewe yaani kopi yako wewe ulivyo, wanaweza kutengeneza hivyo. Jinsi gani dunia ilipofika spidi sana, yaani kuongea mpaka sauti wanakutengeneza wewe ulivyo. We upo Tanzania, lakini kuna mtu pia yupo Kenya anafanana na wewe hivyo hivyo, na anafanya kazi Naonekana ni wewe lakini kumbe sio wewe. jinsi yeah, gani dunia inavyoenda spidi na. Sasa hivi nipende kukuambia kwamba katika asilimia mia za mwanadamu hapa duniani asilimia hamsini ni mwanadamu ni wanadamu kamili, asilimia hamsini ni wana wa Anaki. Unajua wana wanaki ni watu gani? Wana wanaki ni mapepo yani, asilimia hamsini ni binadamu ambaye kamili kabisa, lakini asilimia hamsini ni binadamu ambayo ni mapepo, ila ukiwangalia ni binadamu kabisa. Wote ni binadamu, wote ni binadamu kabisa, ni binadamu kabisa, wote tunapumua, tunakula, tunatafuta, ni binadamu kabisa lakini kumbe kwa ulimwengu wa roho ni lipepo lipepo kabisa. Unakuta dada, kaka, una mahusiano na kijana humjui, una mahusiano na dada humjui, kumbe lipepo hilo. Unakaa naye unaishi naye kumbe ana kusudi lake kwako kwa. Unazosema huyu ni binadamu kabisa wa kawaida, kumbe sio binadamu wa kawaida nilipepo halina wazazi, hajulikani anatokea wapi, ni ametokea kuzimu. Lakini wewe unajiachia kwenye maisha duniani, unajiachia kabisa, hauna muda na Mungu, hauna mpango na Mungu. Dunia imeharibika, dunia imeharibika. Unapata ujasiri wawe kukaa na kurilaksi, kuacha kumtafuta Mungu? Unapata vipi ujasiri wa wewe kurilaksi na kuendelea na, eh, kuendelea na maisha ya kutafuta hela, kuendelea na maisha ya kuangaika na shughuli za kijinga tu za duniani. Unapata vipi ujasiri? Dunia imefika pabaya sana, mtu asikudanganye. Dunia imefika pabaya sana. Dunia sasa hivi haitamaniki na watu wana roho za ajabu Azani ni binadamu, sio binadamu, sio binadamu, sio binadamu. Unaweza kawa nasema, nipo kwenye mahusiano na mtu ambaye ni sahihi, kumbe sio. Mtu hana hata familia, hana ndugu, ajulikani anatokea wapi, ajulikani ni wa wapi. Sasa so mimi nipo sehemu salama, unapotea na wengine wako kanisani sema nipo na mtu nipo nimepata mchumba nimepata mchumba kanisani, mwimba kwaya kabisa, tuko, tuko wote kwenye praise my dear. Unajidumbukiza kwenye shimo. Simama na Mungu, embu acha dhambi, simama na Mungu. Huyo mchumba atakupa tu, huyo mke huyo mume atakupa tu, simama na Mungu vizuri Uone kama atakupa. Utakuja kuja kuolia na lipepo huko ndani, kumbe lenyewe likuwa la kutaka wewe kwa ajili ya kutimiza makusudi yake tu. Hapana, usiangaike na fedha, hizo zipo tu baada ya kumtafuta Mungu, hizo zipo tu baada ya kusimama vizuri na Mungu. Bora uwe na Mungu kulikoni uwe na fedha ambazo unaziacha Bora uwe na Mungu ambaye kuna uzima wa milele kuliko ni kuhangaika na maisha ambayo ni ya temporary, yanapita sio ya permanent. maisha yanapita ila uzima wa milele haupiti, hukumu haipiti. Amua sasa basi, dunia imefika pabaya sana imefika pabaya sana sana, sana. Duniani sasa hivi hamna huruma. Kama wewe hauna Mungu, hii dunia haina huruma, yaani dunia haina huruma ikuhurumii. Na wewe hauna Mungu, wewe utakuwa wapi? Tegemeo lako lio kwa Mungu peke yake, tumaini lako lio kwa Mungu peke yake kila kitu cha ukiwa kwa Mungu peke yake, tegemezi lako lio Mungu, ukilala ukiamka Mungu, ukiwa katika kutembea katika kutafuta Mungu, kila kitu unamtanguliza Mungu kwanza. Dunia imechafuka, maidia dunia imechafuka na mwisho umekaribia. Ndio maana maarifa yamezidi sasa hivi. Ndio maana roho za kikatili zinaendelea maana katika maandiko anasema kwamba itakuwa ni watu watajipenda wenyewe kuliko ni kupenda, upendo wa Mungu utapungua. Watu sasa hivi wapendani, hamna upendo, upendo kama wa zamani hamna upendo. Ebu mtafute Mungu, mtafute Mungu. Yeye ndo kila kitu kwetu. Yeye ndo kila kitu. Acha njia zako mbaya, tubu, dunia imeisha, dunia imeisha maidia, dunia imefika pabaya, acha njia zako mbaya, tubu, rudi kwa Mungu. Yeye ni mwenye rehema, ana samehe dhambi zako, zikawa ziko nyekundu kama bendera, hata zishafisha zitakuwa nyeupe kama theluji utakuwa mwenye haki na mwenye heri nyingi sana, utakuwa na amani nyingi sana pa duniani. Hata kama upitie changamoto gani, utakuwa na amani sana, kuliko ni kudumu kwenye dhambi. Kila kitu kina mwisho, a maisha yana mwisho. Je, baada ya maisha unaenda kusema nini? Na dunia imefika pabaya sasa hivi. Hebu amua leo, Tubu dhambi zako, tubu, badilisha mwenendo wako, badilisha mwenendo wako. Dunia imefika pabaya. Nikikuona nikimwona mwenye dhambi, na muona Mungu nikimwona yokata tamaa, na muona Mungu kwanza nakata tamaa. Usikate tamaa, rudi kwa Mungu, nyenyekea kwake, tengeneza na yeye kwanza, hayo mengine baadaye. Tengeneza naye kwanza, kaa na yeye kwanza vizuri. Dunia imefika pabaya, rudi, rudi kwa Mungu, yendo kila kitu, yendo njia yetu. Achana na fedha hizo mpaka unakaa saa saba, saa nane, haupati muda wa kulala, upati muda wa kupumzika. Usiache kutafuta, sawa, lakini Mungu kwanza, maana maandiko yanasema sifanya kazi asili ndio, lakini umemtanguliza yeye kwa kiasi gani? Yeye ndo anakupa maarifa na hekima za kutafuta hizo pesa. Yeye ndo anakupa maarifa na hekima za kuzikontrol hizo pesa, lakini ukizitafuta hivyo kichokicho, zitakuendesha haulali, unakaa mpaka saa tisa. Mungu mtafuti? Au jui, mara mwisho kusoma Biblia lini? Mara mwisho kuomba lini? Wewe ukifika umechoka, unalala, ukiamka bize utafuta. Hapana, rudi kwa Mungu kuanzia leo, rudi kwake, yeye ndo kila kitu, ndo msaada wa kila kitu.